Msikilizaji e, nataka nipigie e, Padri e, Linus e, wa Swere e, padri mmoja e, e, e, kutokea maeneo ya Kakamega ili angalau atuambie e, vipi mambo yako ku, kule kwingine, mambo yako vipi kule kwingine, kabla hatujaenda e, mbali sana, maana wako katika safari ya kuhiji, wameshaanza safari yao ya kwenda maeneo ya E, Subukia tayari, tuwasikilize tu watuambie mambo vipi, na ndio basi nitakapokuja kuangalia e, messages zenu nione zinasemaje. Wacha tumtafute E, Padri Laina Suaswere atuambie mambo ni vipi, mpenzi msikilizaji. Naam, mpenzi msikilizaji, basi hewani tuko naye Padri Laina Suaswere ameshaanza kuongoza kikosi chake kwa ajili ya ya hija kule Subukia. Tumsifu Yesu Kristo Padri. Yes, yes brother. How are you? I'm fine brother, Shamba. Yes, I'm here we are calling you from Radio Maria. Yes, Radio Maria hey. Jambo, hatu jambo sana. Tuko hapa katikati mwa jiji la Nairobi, uhum. Na tumekuwa tukizungumzia mambo ya kuhija kule Subukia mnamo tarehe nne mwezi wa kumi. Yes. Na nimekuwa nime nikikufuatilia sana. Nimeona umesha kusanya watu wako tayari mmeanza safari. Yes, mipango ni ipi na mmefika wapi sasa hivi? Tulitokea Kakamega katedrali asubuhi, baada ya kusoma misa asubuhi, ndio tukawa flagged off na vika general, very reverend father Vincent Mukoho, ndio tukachukua safari kutoka Kakamega Town, tukapita Kakamega airstrip ndiyo. Tukapita Shinyalu Market, tukapita Kakamega forest pale, Mungu akatubariki na mvua, ndiyo tukafika hii sehemu ya Epsonoi pale tukapinduka, sasa hivi tuko Tindinyo Parish. Okay, muko Tindinyo, asante sana. Kwa hivyo yes, mnaenda kwa mguu ama mnapanda gari mahali mkiendelea na safari, hamna safari eh? Yetu sisi eh -huh, wa hiji ni ya miguu, ndiyo moja kwa moja kutoka Kakamega ndiyo, hadi Subukia ambayo tutaingia tarehe tatu. Yote ni kwa miguu, sisi sio wagari. Wagari watakuja tarehe tatu, watujoi ni kule, lakini sisi ni, tunatembea kwa miguu. Kwa hivyo sasa, tukiongea na wewe, una wakristo takriban wangapi wa na mapadri labda ambao wamejiunga na wewe, ukiwa padri wa jimbo la Kakamega, ni wangapi? E, mimi ni padri msaidizi e, chaplain wa pilgrims, na niko na chaplain mwenyewe Father Bernard Ingavi, ndio Chaplain wa pilgrims Kakamega Diocese. Then mimi Father Elias Waswere. I am the assistant chaplain. So we are two priests from Kakamega. And we have Christians totaling to almost 100. Okay. When I give a round figure, almost 100 means. Wakati tulitoka kule tulipofika pale Shibuye. Ndio. Tulipata Wakristo tena wengine uh -huh. Wa Shibuye wakajiunga na sisi. Ndio so, mpaka tuketi chini ndio tukuwe na proper roll call tujue, yeah. lakini takriban idadi ni Wakristu wa mia moja ambao wanahiji kwa miguu kuelekea Subukia. Ndio father, ni challenge sana kubwa unafanya ama mnafanya ukishirikiana na mkubwa wako hapo, yeah. E, labda kwa wale ambao wako Kakamega na wangependa kwenda hawana e, mpango wa kwenda kuhiji kule Subukia, unaweza waambia nini? Safari ya kiroho ni safari muhimu sana ndiyo, kwa maisha ya Mkristo ni vema kufanya hija ndiyo, na mwaka huu ambao tunaambiwa sisi ni wahiji ndiyo. Tulio na matumaini, ni vizuri sana, kama mtu hawezewi kufunga safari ya kiroho kuelekea mahali patakatifu kama mji wa Maria kule Subukia ndiyo. Basi hata kwa parokia zao, kwa dinari zao, kwa jimbo. Ndiyo. Kuna Wakristo, nimeona mipangilio ipo, wanatoka kwa parokia moja wanaenda kwa parokia nyingine, pengine ilikuwa anzilishi ya imani, wanapata nafasi hiyo ndio. So wale wasioweza, wasiokuwa na nguvu ya kutembea mwendo wa siku kumi mpaka Subukia ndio, basi wanawezafanya hija kwa kiwango chao, kwa dinari levu au kwa jimbo ndiyo na labda ujumbe tu hapa Nairobi tunaambia watu sana wa, wajiandikishe waje huko Subukia kupokea baraka zao, kutana na Mama Bikira Maria aliye mama yetu. Basi wewe unawapa ujumbe gani? ni vema tena vizuri sana Wakristo kufanya hija, aidha kutumia gari au kwa miguu, kuja Subukia mji wa mama. Ndio, unajua pale shiraini ya Subukia ime imekuwa dedicated to our mother Mary mother of God, ndio. Na tarehe nne, maaskofu wote wa Kenya wanapokuja kuadhimisha misa hii ya maombi wanaenda ku dedicate our country Kenya to the care of our mother Mary, yes. Na pale Subukia walioenda pale na kuhiji mara nyingi wana witness yao ambao wa wanatoa ushuhuda ya kwamba mama amenifanyia hili amenifanyia lile. So watu wasisikie tu, wafunge wa, wa hiyo safari. Huu ni mwaka ndiyo, wa hija, wajikakamue wafike pale Subukia, waunganike na Wakristo wengine kwa maombi. Maaskofu wote watakuwa pale, Kenya nzima itakuwa pale, waliokuja kwa magari watakuwa pale, waliofika kwa miguu watakuwa pale. So ni jambo muhimu sana Wakristo wetu Wakatoliki ndio, wajivunie mji wa Maria kule Subukia, waje watoe sala zao pale Subukia kwa Mama. Asante sana Padri kwa hivyo, Kalipu, Padri tante, labda ujumbe wangu tu ni kuambia kwamba umeshasema kwamba safari ya hija ni safari ya imani na matumaini. Yes. na ni kuambia kwamba mnapokusanyika mnamo tarehe nne Oktoba mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano kule Subukia, National Shrine Marian Shrine Yes. Mwitikie mwaliko wa Bwana kutembea naye katika unyenyekevu na sala na asante pia no. Niambie ni Wakristo ambao uko nao hapo, ya kwamba mnaoenda kuhiji e, mnakwenda si kwa niaba yenu peke yenu e, bali, aha, bali pia kwa niaba ya familia zenu, kanisa zima na taifa letu la Kenya. Kabisa. Niseme ya kwamba endeni kwa moyo wa toba shukrani na upendo mkimkabidhi Bikira Maria maombi yenu na ya ndugu wote, na pia nikuambia kwamba safari hii iwe wakati wa kuimarisha imani, kusali kwa bidii, kusikiliza sauti ya Mungu na kurudi nyumbani mkiwa mashuhuda wa matumaini. Ndugu ume, ume summarize vizuri sana na teolojia ndani zaidi <laughs> huwe ujumbe wa teolojia ndani kabisa, na mimi naunga mkono yes. Ulio yasema ni ya kweli kabisa, na tuombe kwa hayo. Asante Bwana, bado unajua wendu unatubariki, lakini naomba basi utubariki tu. Haya, Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa jioni hii, tunakushukuru kwa wapendo wako ambao unapeperusha vipindi katika Radio Maria. Yes. Na wanaeneza Injili na ujumbe wako ili watu wote wakujue na wakutumikie. Naomba kazi wanayofanya hiyo, uwabariki, uwalinde, uwakinge na hatari za mwovu shetani. Kazi hiyo iweze kuwa ya kuneemesha na kuleta watu pamoja, na watu wamjue Mwenyezi Mungu kwa kazi hiyo. Na baraka hmm. ya Mungu Mwenyezi, ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima na milele. Amina, amina, amina sana Padri. Salamu zangu kwako, tutakutana wakati mwingine, ama niseme tumsi <laughs> wewe unajua tumsi ni ile swagi ambayo wakristo wanaipenda pia lakini. Ehe, sasa hivi tunasema Mahujaji wa Matumaini pamoja, sasa hivi katika sala, sasa hivi tumsi pia ni sawa eh. Katika tumsi mile wa mile oh, no, tumsi pia ni e, tumsi, tumsi. tumsi. <laughs> yote ni sawa <laughs> tu <true>. Wakati mwema labda <laughs> kibao ungeomba ningekupatia, lakini lakini wacha tu. <laughs> Nashukuru Mama Maria kitanifaa. Ok, asante. Karibu ndugu. Naam, naam, naam, mpenzi msikilizaji huyo amekuwa ni ni padri Linus Waswere e e e padri Linus Waswere ni padri wa jimbo la Kakamega na ameshatoa mahujaji wake tayari, wameshaanza safari ya kwenda Subukia. Wewe unayesubiri gari, basi subiri tu gari lako utalipata, usijali. Sisi tuko hapa tumeshaanza kutembea tayari, na mimi kama shamba shamba nitakuwepo kukutana na padri e, Linus Waswere, wanaosema kwamba shamba unaongea kama padri kwa sababu ya huyo huyo anayeongea ni, ni, ni mkubwa wangu, ni kakangu. Acha niseme ni kakangu, rafiki yangu mkubwa sana, sisi wote wa nyumba moja. Kwa hivyo mkisikia nikiongea ninavyoongea, na nasali ninavyosali, basi mmeshamsikia ndio huyo. Padri Linus Waswele, msikilizaji, imekatika dakika 23 ndani ya saa kumi na moja. Kipindi ni Kristo Tumaini Letu, itakapotimia saa kumi na moja na nusu tutakuwa basi tunajiunga na wana St. Peter's Clever kwa ajili ya kusali pamoja na sisi katika misa takatifu, muujiza wa misa takatifu. Itakapotimia saa kumi na moja na nusu tusikilize kibao cha kwaya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi, ni nani alijenga kanisa?